Maombi ulipa ulipa maombi ulipa. Ukimwomba Mungu akupe mtoto anakupa. Ukimwomba Mungu akupe mtoto anakupa. Hey. Hey. Ukiomba Mungu akupe kazi, ukiomba Mungu akupe mume, ukiomba Mungu akupe mke

Endelea kupiga, endelea kupiga. Nataka nimsikie Jackie Voice. Maombi, Maombi. Maombi ulipa. Maombi Ma ulipa. Ma Ukimomba e. Ma Mungu. Maombi. Maombi. Ah, uh, ni mimi huyu? <laughs> Na ndio maana leo, ndio kubatiza jina jipya. Najiona nina sauti. Na ndio maana leo nimekubandika Yak Voice. Yak Voice. Oh yes. Ni moja kati ya wimbo ambao nilikuwa nausikia kwa hisia kwa, kwa nika, nikaanza kuona uwepo uh, wa Mungu ukiwa e maombi, maombi, okay, na matatizo maombi, maombi, Ukitaka mtoto tukakanyage mafuta ya upako, kesho tukutane, tukutane kawe Mungu ataenda kujibu maumbi yetu oh. ah, hey. tukakanyage mafuta. Neema Mudosa. Unaniona, unaniona wapi? Unaniona wapi? Inabidi hey, nikae na yes, ni wewe vizuri <laughs> <laughs> okay, uh, gospel karaoke, uh, tuko na kijana hapa kiukweli, amenibariki na na, na na na talanta yake na nimesikia uwepo uh, anatumia gitaa lakini pia anaimba na nimesikia kama Kikongo. Mm, karibu jitambulishe, Inawezekana hapo katikati jina lako likatutambulisha li <laughs> kwamba <laughs> karibu sana unaitwa nani? Uh, mimi naitwa John Franco. John Franco, umeona kibongo bongo ni John Franki eh, eh, from Congo ni John Franco au ni Mtanzania? ni Mtanzania. mbona unajua Kikongo vizuri, Kifaransa vizuri uh, na umesomea Kongo. Wow. Karibu sana uh, uliweza vipi ku-, ku, ku kufanya vyote uh, kucheza gitaa huku uh, kuimba kwa hisia hivyo una, una, ambavyo unaimba sasa? Uh, naweza sema tu ni ni kitu ambayo iko ndani mwanga, okay. Toka nimezaliwa huwa ni, ni kitu ambayo siwezi sema nimejifunza, mm. Yeah, ni kitu ambayo iko automatic okay. naweza, Hmm. Siwezi kusema eti mi najua sana hapana, naidia neema. Ulisoma? Ulisomea muziki labda umesomea kucheza gitaa? Hapana, sijasoma. Kwa hiyo ni kitu tu ambacho umejifunza mtaani na hatimaye unafanya? Yeah, of course ni kitu ambayo nime nimejifunza kwa walimu wengi mm-hmm. na naidia nikifika okay. sehemu naona mtu anapiga vizuri. hmm. Kwa mi nachukua baadhi alafu naenda kwenye simu na Okay, tayari umekusha chia labda ngoma yoyote wimbo wowote wa injili kuna kunako YouTube, ama mimi platform za muziki ama ndio unajitafuta kuingia huko? yeah, zipo. Okay. Yeah, okay. inabidi nikaifuate kule YouTube. Okay, na YouTube, John Franco, wow. Sasa umeipiga kama hivi? yeah, no. Studio oh hivi hivi kwa gitaa ile ilipo <laughs> Okay. Nadhani itakuwa ni nzuri zaidi ama e. Sema kwa gitari, nimeona umefanya vizuri zaidi yeah, yes, of course nitapata muda kwenda kusikiliza YouTube yeah. Uh, nani Franco? Yeah, John Franco, John Franco Maombi Ulima. Ulipa uh, yes, msikilizaji, um, unaweza ukaenda sasa hivi YouTube na kuangalia John Franco na maombi ulipa, alafu tupe Max sasa hivi kwa namna ambavyo anapiga gitaa vizuri na kuimba. uh, unamwona wapi 0756300070 John Franco unampenda muimbaji gani wa nyimbo za injili nchini Tanzania? Ah, uh, hapa Tanzania huwa na napenda Paul Clement. Okay. Kwa sababu ni muimbaji ambaye ananikusa sana kumjogelea Mungu zaidi, kwa sababu mm. ukiangalia uimbaji wake ni tofauti Wimbo gani hasa unaopenda wa Pop Clement? Zote, mi nakupa nafasi nzuri sana. Tumeka soro dakika sita kufika kumi kamili, hebu tuimbie burudani moja karaoke moja ya Pop Clement ambayo unaipenda na unajua kabisa utaitendea haki kwa kuipigia guitar vizuri pamoja na sauti ambayo Mungu amekubariki. 0756300070 ni gospel karaoke ndani ya gospel vibe. Anasema uh, jamani, nasema ni kuimba kwa neema. Nashingwa vile sauti kuwa na mawimbi kama yeye. Haya, mama Robi, sikiliza hii kutoka kwake Po Clement. John Franco, gospel karaoke ndani ya gospel bar. Nashangilia sababu Mungu amejibu ajabu moyo wangu hapo apo nyumbani naye imba eh, sababu Mungu amejibu aja ya moyo wangu, kwa imani yangu amenijibu. wewe potea nami sina budi kushangilia, japo sijaona kwa macho, ila naamini neno lako Bwana ni kweli. Nashangilia sababu Shangilia sababu yeah, yeah, Mungu amejibu ajaya moyo wangu. Asante sana msikilizaji ni Gospel Karaoke na John Franco anasema, kwa kweli nimebarikiwa sana, barikiwa sana Frank kutoka Kongoe amekupongeza John Franco. Uh, asante. Huyu anasema ngaege wa Vikindu, jamaa anajua. Asante sana msikilizaji wa Sibuka FM. Huyo anasema mpe ongera huyo kaka. Okay, atafika mbali sana. Mama Grace Vikindu, shukrani sana. Magesa William kutoka Mwamapalala, mwama Simiu, unawapata sana Sibuka, shukrani sana kutoka Simiu. DJ Easy, tufanyie nawe karaoke bwana mm. Sauti ya DJ hizi jamani, ni ya kuparara. <laughs> E, <laughs> asija akaribu mambo umeme elfu tatu haya. <laughs> <laughs> Bwana ngwatwa kiunga kiunga, wasimiu mano mgogo. Okay, asante sana, sijaelewa lakini sawa. Dustin Mashima huyo. Aya, asante sana. Huyo anasema, okay, alikuwa anampongeza Neema Mudosa anasema anabarikiwa sana na namna ambavyo anaimba Injili. Anasema anabarikiwa sana na John Franco namuona mbali, sana Rebecca wa Kibamba. Shukrani sana. Wow, okay. Jamani kuna mtu anasema huko kuna zawadi yake huyo kaka by mrembo wa Yesu, mama mjomba shai. Eh, haya jamani hizi sasa mtampa hizi, afu hizi ataifikisha. Mhm. Mm, eh, ana sema toe namba tena jamani, hapa toe namba. Kwa DJ hizi eh, naamini hii uh, hii message utachukua, alafu eh, atakuwa zawadi yake. Asogee pale Instagram kwenye page yake. Yes, uh, yuko vizuri kaka John, mama ya Mina kutoka Tegeta kwa Ndevu mtaa wa Msicho. Okay. Message ni nyingi sana John Franco, lakini wengi wanakupongeza kwa huduma yako. Matarajio yako ni ya baada ya ku, kutoa nyimbo kadhaa katika platform zako za muziki Uh, unatamani kuwa kama nani? Maana kuna kumpenda mtu afukuwa kama fulani, mm -hmm. Uh, kwanza sehemu ya kusema kuwa kama nani, natamani kuwa kama mimi. Okay, mimi kama mimi, kwa sababu huwa Mungu aitumba kila mtu tofauti na mtu mwingine mm. Naweza kutamani kufanya vizuri kama mtu mwingine okay. Ila kwenye hiyo kufanya vizuri kuwe utofauti wangu ni mimi na yeye mm. Kwa hiyo huwa ni kiposti vitu vyangu mtandaoni ni kusambaza Injili mm, kuwafikia watu wengi, kwa sababu hata maandiko yanasema tuendee mataifa tuwafanye kuwa wanafunzi wa Yesu. Okay. Kwa hiyo ninapoposti nyimbo sio kwa kutamani tu nionekane mtandaoni mm, ama kupata followers wengi ama viewers, lakini ni kusaidia watu ambao hawajapata hiyo yes, neema ya kusikia maneno, ma, ma, matendo makubwa ya Bwana na hawajapata neema ya kuokoka wapate kuokoka kupitia Uh, hizo nyimbo ambazo huwa na post mtandaoni na kutimiza pia kitu ambao Mungu aliweka ndani yangu. Okay. Shukrani sana, msikilizaji um, dakika moja kufika kumi kamili za jioni Gospel Vibe tangu saba kamili za mchana baada na nini tena? Sekunde moja kwake yeah. uh, unatamani nani umpigie gita? Okay. Nani? Eh, msanii yani mwimbaji yupo nje. Mm -hmm. Natamani umpigie gita bila kuimba au? Umpige gita <muchilu> kuwa mmoja kati ya ya ya ya, ya, ya timu uh, tunaonaga wanaopiga drums wanaopiga bass guitar, wanaopiga, so wewe unatamani kuimbia nani, yaani kuwepo katika timu ya nani siku moja katika uimbaji wako? Hiyo uh, na, nasema Mungu mwenyewe anaweza ku sema ambayo atanipa kibali. Okay, naweza kuenda kama tuatanitoa kwenye lengo ya ya maadili ya, ya kimungu mm huwa minafanya -hmm. Umejibu vyema Instagram YouTube TikTok John Franco. Wow, rahisi sana John Franco, lakini DJ Easy unampata kwa Easy, DJ, DJ is TZ, TZ au unaweza kuandika umeme wa elfu tatu afakaja yeye eh yaani, ukiandika uh. <laughs> umeme wa elfu tatu pale Nakuja mimi DJ hizi ndio, ukiandika DJ hizi nakuja mema elfu tatu sawa. Jacqueline eh. Uh, Kelosungu Jack Voice hmm. Pale Instagram ni Jackie underscore Jose, lakini nikushukuru sana msikilizaji kwa kuwa pamoja na sisi tangu saba za mchana lakini sasa hivi ni kumi kamili, na tayari mrembo edita Obi. Uh, Obi yuko hapa anatuambia, nyie nitawabeba hata kama mmeshiba sawa. So, Edita, tunaondoka dogo, tusamee kwa kuibia dakika mbili tatu, lakini pia tumkumbusha msikilizaji, kesho ni kongamano kubwa la kuchovya miguu katika mafuta upako. Ibada zitakuwa ni mbili, na mtumishi wa Mungu anakaribisha watu wa dini zote. Ibada ya kwanza ni asubuhi saa moja ibada ya pili ni saa nane mchana. Uh, kwa hiyo angalia hapo kama utaweza kuja asubuhi wahi milango itakuwa wazi kuanzia alfajiri. Lakini pia kwa mchana na kuendelea, mtumishi wa Mungu atakuwa na awamu ya mbili, na hiyo itakuwa ni ya pili uh, majira ya saa nane na kuendelea uh, hatuna la ziada. Gospel Vibe, DJ Easy, una la ziada? Wasante kuendelea kusikiliza e, tunakupenda sana, endelea kusikiliza na